Kama ni mara ya kwanza kutembelea YouTube channel yetu, tafadhali subscribe, like, share na comment. Moz Public TV sisi ni sisi. Yes, imetuchukua muda mrefu sana tangu tulipopanga kwamba tunamtafuta bimdash mrembo e, mtoto wa elfu mbili. E, imetuchukua muda mrefu sana mpaka tumekuja kumpata hivi leo, lakini e, kwa neema za Mungu tumejitahidi taidi, tumezunguka milima na mabonde, tukala kona nyingi sana, hatimaye tumefanikiwa kumpata na tumemweka mbele ya kamera za Moz Public Tv. It means, e, kwenye skrini yako aidha kwenye simu yako sasa hivi utakuwa unamuona mubashara kabisa kupitia Moz Public TV. mimi ni mtu na nusu niko na Boazi. Vipi? Safi. Upo eh? Niko na poa. Watu wajue majina yako kwanza kabla ya yote alafu tuendelee na mambo mengine. Mimi kwa majina naitwa Asnati. Mm. Ndio majina yangu hayo. Asnati. Umenuna nuna sana, shida nini? Sijisikii tu vizuri. Umekaza sura sana. Aje nikaze bwana, uko sawa. Pole sana. Uh, so, tupate background life yako kidogo yani historia yako kidogo kwa ufupi yani maisha yako mtoto wangapi kwenu mmezaliwa e, wangapi na vitu kama hivyo yani itakuwa hapo. Sisi mwetu tumezaliwa watu saba, mimi ni wa sita mwetu. Ah, kwa nyuma yako kuna mtoto mmoja tu. Mmoja tu wa kiume tena. Ah, haya bwana. Mko fresh sana. Mimi hicho kitu nakipenda sana Kwa

niliona tu niache ache mm -hmm. Japokuwa watu walikuwa wanaongelea sana sijui nashika picha na watoto wadogo mm -hmm. E, tukifanya kom, comparison ya kwako na wale vijana ambao walikuwa wanashika picha, mlikuwa sawa sawa au ulikuwa umewazidia kidogo umri. ksh na kuna Rosam kuna kuna nani kuna jeje hasa kitega usha kushika naye picha a, mimi ndio simju, au mjui, wawili mm -mm. Uh, wawili ni elfu mbili <laughs> mi bado mtoto sana, elfu mbili tu bure. Mimi ni mtoto sana, ni elfu mbili mule mule. <laughs> <elfu mbili. laughs> Okay sawa bwana, kwa taarifa yako e, ilitutembeza sana tukasema, mm, mm, dada vipi, mbona anatutembeza na milima na mabonde, tumezunguka hadi tumekuja kupata leo hasa, kuhusiana na story nzima ile ambayo ulituambia kwamba kuna mtu anatumia account, anatumia majina yako na picha yako kuwatapeli watu pesa. Hii imekaa vipi na uliligundua lini, na na hili swala lina muda gani hilo? Mm, swala lina muda mrefu sana sana kabisa nani mimi kugundua, niliambiwa ambiwa na watu. Mm. Oh, una akaunti ngapi? Mimi nikamwambia mimi na akaunti moja. Akasema hapana una akaunti nyingi sana. Mm. Nikasema hapana mimi na akaunti moja. Hivyo basi nikachukua MB nikaweka kwenye simu yangu nikaanza kukagua. Mm. Nilivyokagua kweli nikakuta akaunti nyingi sana. Wanabadilisha badilisha majina, wanaweza kaandika kashindi, safi, sura yangu ikakuwa pale. Kwa hiyo hicho kitu Kilinumiza sana hicho kitu. Nimekuwa na muda gani sasa hivi? Karibia miaka minne sasa hivi. Miaka minne. Miaka minne. Kupunguza mwaka wa elfu mbili na ishirini na tano nne tatu mbili moja yani, kuanzia elfu mbili na ishirini na moja hivi hicho kitu kipo kipo kabisa, miaka minne sasa hivi. Anyway, sawa. Ni ni, ni viashiria gani ambavyo u ulianza kuona vinatokea yani ukaanza kusema, hii inakuaje, mbona mimi siwasiliani na hao watu lakini wanajitokeza? Nilianza kupokea wageni tofauti tofauti pale nyumbani, na wakifika pale wananiambia, mimi nilikuwa nisha tu kushangaa, nawaambia sio mimi. Wanaanza kukateti hapana, ni wewe, tushamalizana wa messenger tu yani, tushoge kila kitu na tushakubaliana. Ilikuwa ni changamoto sana kwangu. Walikuwa ni wageni ambao walikuwa wanatokea wapi, labda walikuwa wanatokea Marekani. Eh, Marekani. Kwa hiyo tuseme wa, ni kama wamesha chati na huyo mtu ambaye anatumia picha yako, anawapa address, wanafika nyumbani moja kwa moja. Waishia chati kila kitu, anafika nyumbani kwetu mm. na kweli akifika pale, wengine anafika mpaka kunikumbatia mm. mimi naishia tu kushangaa, wanaanza kuniambia tushamalizana kila kitu, nasema hapana, sio mimi, nawaelewesha. Nasema kumbe ndo hivyo. Mwisho wa siku alikuwa ananipa tu pole pole, nafika anaondoka kwa miongoni mwa watu walikuwa wanakuja na nia gani? Labda wengine walikuwa wanakutaka kimapenzi, aidha walikuwa wanataka kukuoa. Wengine walikuwa wanakuja kumebaba, kunioa. Wengine walikuwa wanakuja mm. tu. kule tu nitembee nao mm, na bishe. Hapo ndio walikuwa wanakuja hivyo. okay. mm -hmm. na labda iliyokutokea mka, mkafanya kikao labda kikao, kwa sababu ele, ile amekuja nyumbani umemkataa, ameita familia. Wengine walikuwa wanakuta mzee yupo, mzee na, na, na, yani wa, wa, wa, wazazi wapo kuna mara akifika pale nyumbani walikuwa wananikuta mimi peke yangu, kuna mara nakuta familia yangu wote iko pale nyumbani, mm. wananiita mm. na karibisha mpaka ndani, nawaambia kila kitu. Wanakuja tuna, wana, wanasema tunakuja kuweka mali wengine, mimi nikamwambia ah, mimi sijakuwa tayari kuolewa. Hivyo mm. tu. Sa miongoni mwa wote ambao walikuwa wanajitokeza, ulikuwa ulikuwa uvutiwa na hata mmoja, ijapokuwa hukuchati nao lakini amefika pale unaelewa ile kuna ile mtu anavutiwa na mtu. Ukwai kuvutiwa na mmoja ukasema mmm, sasa huyu hata kama ni hivi ngoja tu nipite ni, ni na huyu hata kama sikuchat naye hapana, sikuvutiwa na mmoja mmm. Kwa kwa sasa hivi wewe uko tayari kuolewa? Mimi sipo tayari kuolewa. Kwa kigezo gani? Sipo tayari kabisa, bado nakuza wanangu. So unakuza mwenyewe? Tunatakiwa mfanye combination, mwanamke na mwanaume ndo mwakuze watu vizuri. Ah ah mimi kama kuolewa nishaga olewa. Sawa, sasa hivi mimi na watoto wawili, hivyo basi kuolewa sipaparuki kuolewa eh bado nakuza watoto wangu, kama nikuolewa, nitaolewa lakini bado kabisa hiyo e. ni uliamua mwenyewe au, ni, ni, ni ushauri ulipewa na wazazi wakusema kwamba tulia kidogo? mm, niliamua mwenyewe mm. E, niliamua mwenyewe okay. E. so, uh, sasa hem, tumwambie, tuambie hawa watu ambao wanajifanya ni wewe Iza, tuambie kwa sababu, au si hatuwezi kuwajua ni kina nani wanaotumia hizo hilo jina lako wanatumia na sura yako. Tuambie watazamaji, ili wajue, kwa sababu kupitia kamera zetu wata, wata, watalijua ili swala na wata, eh, watasikia kile ambacho utaongea wewe hasa kuhusiana na ile swala ambalo linaendelea la mtu kutumia sura yako na majina yako wengine mi ambacho naweza ni nikawambia waache kutumia sura yangu. Mi sio mzuri sana mpaka akisema fungulisha akaunti zao waweke sura yangu mimi, yaani hiyo inaniletea shida sana. Hivyo basi nishaga chukua hatua kwenda kwa de village wetu, nishaga mwambia de classe mpaka pale kwenye zone, nishaga fika mpaka polisi, karatasi niko nayo. Jamani, waache kutumia sura yangu kuwatumia wanaume Marekani kupata hela, yaani tuseme wanawatapeli, unaona. Waache kutumia sura yangu, yani ambacho nataka icho waache kwa sababu napokea wanaume tofauti tofauti sana pale nyumbani, nanipa shida sana wengine, hujaongea nao wengine sijaongea nao hmm. Eh, hivyo tu waache. So, lakini kuna wengine ambao una wewe kama wewe unaongea nao? Ah, mi naongea na wale ambao mi nawajua. No, okay. E, ndio naongea nao e, knosaa so, uh, unadhani nini ambacho kinasababisha wenyewe watumie sura yako watumie na, na, na, na jina lako kwenye, kwenye business zao. Tuseme mimi hata sijui mpaka mm. e. yani ifikie huko niko nashinda kuelewa kwa nini wanafanya hivi, sielewi. Sawa. mm -hmm. e. okay, so, uh, em tupate kidogo historia yako kwa ufupi uh, umesema uliwahi kuolewa na, na sasa hivi huko nyumbani kwenu, nini kilisababisha ukae mbali na mume wako? Eh, yeah, ni vingi sana mbona. Ipo mengi. Ipo sio zini kaviongelea hapa. Ni, ha, ni mambo kifamilia. Kifamilia ya kifamilia. Ni mambo ya kifamilia kweli. Sawa. Um, Sawa. So, kama maisha yako labda kuna kitu ambacho kile kutokea kizito. Unasema mimi mm, hichi hapa mbona kama nashindwa kukibeba Mungu? Nini hichi? Eh, na hii imekaa vipi Mungu? Kwa nini umeruhusu? Unasema huu ni mzito mzito sana ambao wewe uliwahi kukuliza muda mrefu, muda mwingi sana umekaa ndani unalia. Eh, sana mbona bishaga nitokea, eh, sana tunamwachiaga tu Mungu nitokeaga. Okay. Eh, sana mtazamaji. Mm. Okay, um, wa Moz Public TV. Wewe unatutazama popote ulipo USA, Sweden, Australia na Canada. Basi bila shaka ume, umemsikia sista yetu nini ambacho ameongea. Eh, malalamiko yake makubwa ni kwamba eh, kuna, kuna watu ambao wanatumia sura yake au wanatumia picha yake na jina lake kwa sababu ya kuwaomba watu pesa, asasa vijana ambao wako Marekani. Na kama alivyokanusha, amesema kwamba wengi wametoka Marekani kwa sababu ya kumfata yeye, kwamba wameshaongea wameshakubaliana. e, wengine wanakuja na nia za kutaka kumuoa, wengine wanakuja na nia za kutaka e, e, kufa, kwenye swala la mapenzi, lakini yeye amekanusha hapa kwamba ilo swala yeye wake alipo Eh, kwa kama kuna unafanya vitu kama hivyo acha kabisa. Eh, kama unawasiliana naye hakikisha ume yaani kama wewe unamtaka, hakikisha umepata namba yake anayotumia utumia, either unampigia simu kwa video call, kwa ajili ya kuhakikisha. usitume hela, usifanye chochote. Na ikitokea amekataa kwamba usipige video call, ujue huyo sio sio yeye kabisa. Bwana, hii hapa ni Moz Public TV, mimi naitwaga mtu na nusu. Labda cha mwisho cha kuambia watu. Cha mwisho cha kuambia watu. Mimi niseme asante kwanza kwa kusikia wito wangu kwa sababu mimi mwenyewe ndo niliwaita, nilitaka niwape watu yote taarifa wakiwa wanajua. Arabi tayari unayo mkononi. Naipo ndani hivi sasa hivi. Atakayegundulika unakwenda ndani. Yaani ukigundulika tu ndo unafanya hivi vitu. Eh, ni wewe utakwenda kula kifungo cha maisha ndani. Utakaa jela. Bana mi naitoga mtu nanusu nilikuwa na boys, bye. Kama ni mara ya kwanza kutembelea YouTube chaneli yetu tafadhali subscribe, like, share na comment. Mostpublic TV, sisi ni sisi.